Kuamini na kupenda unachokifanya ni hatua moja ya mafanikio. Semeni, mkulima wa mwani Zanzibar, amekuwa mmoja wa wanawake waliowekeza nguvu na maarifa katika kufikia ndoto zake. Kwa sasa yeye ni malkia wa mwani Tanzania baada ya kupewa tuzo kuwasaidia wanawake katika kuufanya mwani kuwa zao la thamani. Kwake mafanikio ya mwani yanatoa ushuhuda kuwa mafanikio huja katika kuamini unachokifanya. Hii awadi kwangu ina ina uwanja mkubwa, ina maana sana kwa wanawake au katika ukulima wa mwani. Kama tumefahamu mwani ulikuwa unalimwa miaka mingi, lakini kipindi hichi mwani imekuwa tunauelimisha na tunashajisha watu na watu wengi sasa hivi wanautumia mwani kupitia taasisi yetu ya wa wakulima haya. Kwa hiyo hii imenipa moyo ya kazi tunaifanya kwa sababu kazi tunaifanya hapa Zanzibar, Tanzania bara na nje ya nchi, kwa hiyo mchezo kwao hutunzwa. Wanawake wamekuwa wakipata changamoto kutambuliwa katika jamii za Kiafrika katika kuonesha mchango wao ikiwemo kiuchumi na hata kijamii. Hadia ni mwanamke kutoka taasisi ya kuandaa tuzo za kutambua mchango wa mwanamke. Anasema hatua hiyo inatarajiwa kuleta hamasa kwa wanawake wa Kiafrika. Okay, tunzo hizi kwanza haziishii hapa tu. Baada ya hapa, tutakuwa tuna klabu yetu kama wote kama nominees walioingia kwenye hizi tunzo. Klabu hii itaweza kumwinua kiuchumi, kimaendeleo na vile vile kielimu zaidi, kwamba tutakuwa tuna klabu zetu na tutakuwa tunakutana, tunabadilishana idea, tunasaidiana, na vile vile kutapokuwa kuna fursa, tutakuwa tunapeana fursa kwenye hizi klabu zetu. Hizi tunzo haziishii hapa, huu ni mwanzo tu. Kwa hiyo mwisho wetu utakuwa ni mzuri. Pia wanaweza lakini hawakupata nafasi ya kutangazwa kuinuliwa na kufuatiliwa kwa sababu, kwa sababu hii tumetengeneza utaratibu huu kuwainua kwa njia ya kutambuliwa. Je, kuwatunuku heshima maalum wanawake katika kazi zao kutawapa chechemuzi kuleta mafanikio katika sekta mbalimbali za kiuchumi, lakini hii tuzo inakuja, inamwonyesha kwamba mwanamke wa kizanzibari ana uwezo wa kuwa mama, ana uwezo wa kuwa mfanyakazi, ana uwezo wa kujinua uchumi kwa aina yoyote ambacho kitu ambacho anaweza kukifanya, eidha kwa mikono yake au kipaji chochote ambacho ameweza kukuwa na Mwenyezi Mungu. Katika kuhakikisha mwanamke anapewa sauti nchini Tanzania, wanawake wameundiwa wizara maalum zenye kusikiliza kutambua changamoto zao. Je, hatua ya tuzo maalum za mwanamke zitasaidia kuleta mafanikio ya mwanamke katika jamii za Kiafrika?